Ni siku ya pili ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume suna, ikiwa ni mwendelezo wa ahadi ya Alhikma Foundation kufanya suna kwa watoto takriban elfu moja ahadi ambayo ilitolewa na mkurugenzi mkuu wa Alhikma Foundation Shekhe Nuruddin Kishki, dai wa kimataifa, mwamba wa Mnyambani, katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya mashindano makubwa ya Quran ya mabara yote ulimwenguni. Baada ya kufika tu hapa katika kituo hiki cha afya cha Buza, sehemu so ya, ya kwanza tunakwenda kwa msajili. Na huyu ndio yule ambaye watu wakifika tu, kabla ya kufanya lolote, moja kwa moja wanafika kwake. Tukazungumza naye, naye tumsikilize inakuwaje utaratibu na kuokoje baada ya watu kufika hapa. Hapa wanakuja kujiandikisha, tunawapa namba afu wanasubiri, watakuwa wanaingia kwa namba. Hapa tunamuza jina la mtoto, alipotokea, umri wa mtoto na namba zake za simu. Okay. Kuna sharti lolote pengine kwa hapa Buza, labda lazima hu unakaa Buza? Hapana, hapa ni mtu yeyote mm -hmm, dini yoyote mm -hmm, na kabila lolote anakuja. Okay. kwa ukishampatia namba, anasubiri ikifika zamu yake ataitwa. Okay. Alsa paka, sasa hivi pengine watu wangapi wameshafika kujisajili? sasa hivi tuna okay, watu 49 Okay. na matarajio, mnaonaje wanaweza kufika kwa hali iliyopo, wanazidi kuja Eh. Hey. Kwao watazidi hapa. Baada ya maelezo hayo ya dada yetu Fatina Yunus, eh, sasa moja kwa moja eh, twende kwa Dkt Mwimbe Juma ambaye ndio eh, anahusika na zoezi hili la kuwafanyia tohara eh, kwa maana ya suna watoto wetu hawa, akitoa maelekezo kwa wazazi ambao tayari wamefika na watoto wao na tayari wameshajisajili pia, maelekezo hayo nini wafanye kabla ya watoto wao kufanyiwa tohara hiyo, lakini nini pia wafanye baada ya watoto wao kufanyiwa eh, tohara kwa maana ya sunna. Tukamsikilize Dkt Mwimbe. zoezi hili ni zoezi ambalo limetolewa uh, na taasisi ya Alhikma katika mashindano yale ya Qurani eh. Na sisi ni watekelezaji tu, ni watekelezaji ambao tunakuja kuifanya hii huduma. Tunapoingia ndani tunafanya kwa njia mbili. Tunapoingia tunafanya kwa njia hizi, tunaweza tukamshona tuka mtoto au tukamvisha kiringi Sawa, watoto wengi ambao ninaoona hapa, wengi katika hao ninawaona, wengi tutawavisha viringi, sawa, kwa sababu viringi vinaendana na mambo makubwa mawili: ukubwa wa ule mtoto mwenyewe, kwa maana ya ukubwa wa babu, lakini na umri wake. Maelekezo yafuatayo wa ni muhimu sana kwa mama, sawa. Ukimwekea mtoto kiringi, atatoka hapa Tunge, tunashauri hata kama ana pempas aanze kuvishwa pempas leo hii hii hapa hapa, kwa sababu huyo pempas kwanza ni safi, lakini pempas inaziwia mtoto kujitonesha. Sawa, kwa hiyo anaendelea kuvaa pempas kwanzia leo mpaka anapokuja kupona. Sawa, kwa hiyo usije ukasema, ah, mwanangu amevaa pempas atajitonesha. Ah, mvishe pempas, kwa sababu inamsaidia pia. Hilo la kwanza, lakini la pili ah, kile kiringi kinakaa kati ya siku tano paka siku kumi mpaka kumi na nne, wakati mwingine. Kwa hiyo kitadondoka chenyewe, kitadondoka chenyewe, kwa tunataraji kidondoke chenyewe. Iwapo kimeshindikana kabisa kudondoka baada ya siku hizo nilizozitaja mimi, unamrudisha hospitali, watakitoa ukimwekea. mtoto kiringi, ukaona mtoto yule damu inavuja nyingi, sawa, inavuja nyingi Mrudishe mtoto wako hospitali mapema. Kuvuja damu kidogo na kuloanisha kwenye pempas ni kitu cha kawaida, sawa. Ama yule ambaye tutakaimshona, tukishamaliza kumshona yule mtoto tutamweka gozi, tutamfunga gozi lile, sawa. Lile gozi tunaloliweka akae siku mbili, aende hospitali au dispensari ya karibu Wambadilishe. Baada ya maelekezo hayo kutoka kwa daktari Mwimbe tayari. E, wazazi ambao wameleta watoto wao wameweza kutawanyika maeneo mbalimbali wakiendelea kusubiri e, foleni ile ya kuitwa kwa ajili ya kuwafanyia suna watoto wao. Tuzungumze na baadhi ya wazazi ambao tayari wamefika hapa wameshajisajili, e, tufahamu hizi habari kwa mara ya kwanza wao walizipata wapi, lakini pia neno lao kwa taasisi ya Al-Hikma Foundation, kwa hichi ambacho wamekifanya. kwa mara ya kwanza nilipigiwa na ustazi wangu mmoja na Kambande anaitwa ustazi Sefu Akanipigia simu akaniambia, mama, salamu alaikum. Kambia, alaikum, salamu wa rahmatullahi. Vipi hali salama mama, umesikia ofa? Ofa ya nini? Kwenye mitandao nikamwambia hapana, kuna nini? Akaniambia, kuna ofa ya kufanyia watoto tohara. Basi haina neno, nitawatembelea majirani zangu, nitawaambia basi ndio nikamtembelea jirani yangu hapa, nikamwambia. Jana tukaja tukaulizia utaratibu tuka tukapewa maelezo, basi leo tumekuja, alhamdulillah. Kiukweli mimi sina mengi ya kuzungumza zaidi ya kuwashukuru Al-hikma Foundation, na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa moyo huu huu wa kuweza kuwasaidia wenye kujiweza na wasiojiweza. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na waepushe na kila la shari na waondolee husda. Nimesikia tu nimepigiwa simu na Muislamu wenzangu, e, akaniambia kuna taarifa hizi, basi na mimi nikaona nichelewe kuiwahi hii fursa. Mimi kikubwa ni kuwaombea dua tu na kumwombea dua huyu ambaye amefikiria kufanya hili jambo. Mwenyezi Mungu amjalie kumpa maisha marefu na muongezee kipato, ili na sisi tunemeke kupitia yeye kipato chake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akamuumba mwanadamu lakini akampa mkono wa Mwenyezi Mungu, na mkono wa Mungu ni mkono wenye kutoa na sio mkono wenye ubahiri. Kwa hiyo insha allah tunamwombea Sheikh Kishki aendelee na kufanya hili jambo na sehemu nyingine pia. Na sasa hivi tuko na mzazi hapa, ambaye yeye akiwa amemshikilia mtoto wake ambaye tayari wameshafanyiwa sunna. Nilisikia taarifa kuhusiana na jambo hili siku ile ya mashindano ya Qur'ani na mimi ratiba yangu kwa vijana wangu ilikuwa ni mwezi wa sita sit e, ili wapate sunna, lakini ilipopatikana hili jambo, Qur'ani imeleta neema na sisi tumeona kuna sababu ya kuzitumia hizo neema. Naam. Maleta watoto ngapi hapa? Hapa ni watoto wawili e, na wote wameshafanywa. Eh, wote wa e, e, kiume wawili wamepata sunna, alhamdulillah. Sisi ni uh, watu wa amani. Uislamu ni amani. Al-Hikma Foundation wanafanya mambo ambayo ndani yake mlengo wake ni kudumisha amani, wanarudisha kwa jamii, kufanyia tohara watoto elfu moja sio gharama ndogo. Yani mimi kama ningekuwa nimefanya mwenyewe manake si chini ya laki eh, manake nimeokoa laki, labda nitapata nauli ya bajaji au ya ya ya ya kuweka mafuta kwenye gari kurudisha watoto nyumbani. Kwa hiyo Allah aendelee kuwalinda aipe, aipe, aipe nguvu Alhikma pamoja na taasisi nyingine zinaofanya mema kama haya, na taasisi nyingine zione mambo mazuri ya kufanya kama haya na waige jai yeah. Eh hey, ndo walituletea taarifa wakatuambia kule watoto wanafanywa suna bure. Sasa naombeni mwapeleke watoto tukaombea. Haya, basi, haina shida, ifi yangu tutawapeleka watoto. Ndo jana asubui tukaja hapa. Tulivyokuja jana tukaambiwa zoezi hili kesho, ndo maana tumetoka asubuhi tukaja hapa. Nashukuru Mungu mwanangu amefanywa suna, namshukuru Sheikh kila laheri. Mungu amfanyie wepesi kila mwaka tufanyie watoto wetu hivyo hivyo. Daktari kwanza hongera na majukumu, lakini pole pia. Uh, asante, asante. Nakushukuru wallahi na nyinyi kushukuruni kwa kuja. Ah, uh, hali ya uh, leo mwitikio ni mkubwa mashaallah. Mpaka hivi sasa tunavyoongea hivi uh, tumekwisha andikisha watoto 64. Sheikh Nurdin Kiski alitangaza siku ile pale katika uwanja wa Mkapa watu 1000. Kwa idadi ya vituo ambavyo vipo kwa ajili ya Dar es Salaam na kwa kila kituo kimoja unaona zile namba zinavyokuwa kubwa. Unaona kuzidi ile idadi ambayo ilitajwa ya watu aa watoto elfu moja? Uh, yani kuzidi itazidi kwa mwendo huu ambao tunaenda nao iwapo kama watakuwa watu wanakuja kwa idadi hii, hii ambao, wanakuja hii maana yake ni kwamba watazidi elfu moja watazidi tena kwa mbali sana. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho itabidi tuongee naye tena, namna angalie namna gani ambavyo anaweza akafanya tu kuwasaidia wao wengine ambao walikuwa wamezidi ada. Ya mja ni kunena, muungwana ni vitendo chambilecho wa Swahili ndivyo ambavyo inaonekana hapa ikidhihiri kile ambacho Al-Hikma Foundation walikiahidi. Mwendelezo wa kutimizwa ahadi hii ukiwa unaendelea kushuhudiliwa hapa. Bila shaka mtazamaji, tuliahidi ulisikia na imetimizwa unashuhudia, na Allah pia ameshuhudia. Al-Hikma Foundation kwa siku ya pili mutawalian, wakiendelea kutoa huduma hii kwa maana ya kudhamini E, jambo hili la kubeba e, sunna kuwafanyia watoto zaidi ya elfu moja. Kumbuka kwamba jambo hili litaendelea tena weekend ijayo kwa maana siku ya Jumamosi katika kituo cha Tandika, Jumapili yake tutakuwa pale katika kituo cha Charambe. Nikukumbushe tu kwamba jambo hili halibagui dini ya mtu wala kabila ya mtu. Popote pale ulipo, madhali we ni Mtanzania, fatilia ufahamu kambi ya tohara kwa wiki ijayo baada ya Tandika na Charambe itakuwa wapi. Yote hayo utayafahamu kupitia social media zetu. Asante kwa u wote ambao wamefanikisha jambo hili. Nyuma ya kamera ni Omari Salu Nyanga, mimi ni mwana wa Mali Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.